Mungu ametupa nchi nzuri ambayo watu wengi wanatamani. Mungu ametupa amani ambayo mataifa yanayotuzunguka wanaitafuta. Kwa hiyo ukiangalia nchi zote wanatuangalia, kwani Tanzania mna amani. Mkiona wenzetu leo huko waliko, akina mama wanabeba mizigo mikubwa ya chakula, masufuria, unga, vikombe, sahani wakiwa na wajukuu zao wanahama kutoka pointi moja wanayoijua makazi yao waliozaliwa na kulelewa, wanaenda kusikojulikana, wanaenda tu. Wakiwa wamelala kupumzika, wanasikia mabomu yanapigwa, wanashuhudia ndugu zao wanapigwa risasi, wanaanguka, wanaacha miili, wanaendea safari. Utagundua sisi Watanzania tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu Kushukuru peke yake hakutoshi. Ya linda ulicho nacho. Si kila mtu anapenda maendeleo yako. Leo nchi hii, miaka mitano ijayo, inakwenda kuwa miongoni mwa nchi tano barani Afrika zenye nguvu ya kiuchumi. Kwa nini? Moja ni amani tulio nayo. Ndugu zanguni, Dk. Samia leo amekamilisha mradi mkubwa wa umeme. Ndio maana kwenye vitongoji vilivyobakia tuna uhakika tutapeleka umeme sababu umeme upo. Kilichobaki ni kuunganisha miundombinu pekee yake. Leo Dr. Samia anajenga SGR ambao na mimi nilipewa dhamana ya kusimamia. Kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Kongo, kwenda mpaka Burundi, kwenda mpaka wapi? Leo Dr. Samia anaboresha TAZARA hii mnayoiona. Inakwenda kujengwa upya, inatoka Dar es Salaam kwenda mpaka Zambia. Anaboresha bandari maana yake nini? kwa muda wa mwaka mmoja tu baada ya maboresho wa bandari tumeongeza mapato trilioni moja mpya kutoka trilioni saba na bilioni themanini mpaka imekuwa trilioni nane na bilioni kama mia mbili na ishirini. Mwaka mmoja imeongeza trilioni moja. Ndio maana mnaweza kuona miradi mnaoiona hii hii, tukiboresha hii miundombinu zaidi, mapato yatakuwa mara mbili, mara tatu. Maana yake ni nini? Mishahara juzi mmeona imeongezeka. Maana yake tukiendea kujenga uchumi wetu nchi yetu itakuwa na mahera mengi, wazungu hawawezi kupenda. Kwa nini? wanataka wa maskini uwe na wananchi ambao ni ma, mazombi mazombi tu, uwe na vijana wa hovyo hovyo tu. Ndio maana leo kuna maushoga mtaani huko, yani upate vijana ambao uwezo wa kufikiri waka, yani uko chini, hawezi kusimamia sisi za taifa lao. Ukishakuwa na uchumi mkubwa kama wa kwetu ukawa na amani Iko siku barani Afrika itakuwa ni nchi inayoongoza kwa uchumi imara. Maana yake ni nini? Mnaposema kujenga shule hii kwa advance. Mnaposema kujenga chuo ni jambo ambalo linawezekana sababu hela mtakuwa na za kutosha. Mbolea ya ruzuku ambayo leo mnachangia nusu maana yake ni kwamba mtaambiwa baadaye mchangie robo. Zahanati mnakoambiwa mchangie bima elfu thelathini baadaye mtaambiwa hapana. Bima bure. Kila mwananchi atibiwe kwa sababu mna hela. Ila asilimia ishirini na sita wananchi ambao ni maskini kabisa itakuwa mekutika. Vijana wengi hawana ajira, lakini leo tunawaajiri wapi kama tunaweza kujenga viwanda vya kutosha? Kwa hiyo wenzetu hawawezi kufurahia amani tulionayo na kwa uchumi tunaouendea wataleta chokochoko na fujo, na kwa sababu nasi tujee kuonja vita, tutaingia mkenge sisi kama nchi. Nataka niwaambeni wazee mliopo hapa sisi vijana ambao tumeingia kwenye uongozi tuko tayari kusimamia amani ya nchi yetu, umoja wa nchi yetu, mshikamano wa nchi yetu, ili bibi zetu na mama zetu na wadogo zetu waendelee kuishi kwenye nchi iliyo salama. Lakini amani ya kweli iko chini yenu. Ukiona vitu vya hovyo hovyo huko mtaani, viripoti, tuvidhibiti. Kuna watu hawalali, usengize mpaka asubuhi, usijue ukafikiri wewe ukilala asubuhi mpaka ndugu yako anakoroma makoroma, na pale wengine hawapati fursa hiyo. Nje hali ni mbaya, na waathirika namba moja ni makundi yafuatayo: wa kwanza wanawake, wa pili watoto, watatu wagonjwa. Ndugu yako amelaza, utambeba, unaambia Mwenyezi Mungu akusaidie, tukutane pengine ya heri, unakimbia yana binafsi. Kwa nini tufike huko? Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kama mbunge wenu, kama kijana ambaye nilipata fursa ya kujengwa katika misingi ya taifa letu, nisaidieni sisi Mufindi kusini na majimbo mengine kwenye nchi hii.